Vijana wanashawishika vinavyoshawisha, mm. vitu vingi hali zao mm. na taarifa wanazipata kwa wapinzani, wanaiona kwamba sinapata shida kwa sababu ya serikali ya sisiemu yeah. sasa <laughs> wapinzani wanawaelimisha, ikiondoka sisiemu madarakani hatuna shida mm. na wao wameamini hivyo sasa, na watu wazima kama kina sisi, watu umri kama wakwangu mm. wanazingatia maisha ya zamani, maisha ya sasa Mm. Tumekaa na viongozi takribani kama watano waliopita, mama ni wa sita. Hatujapata kuona mm. matukio kama haya, maandamano haya, mauaji na nini mm. Sasa, kwa sababu kila utakayemuuliza hivi sasa atakujua anavyojua yeye yeah. lakini hawa wanaoandamana wanatangaza, wanataka haki yao. Sasa unaelewa? Mimi na wewe mm. yeah. tujue kile wanataka lakini, kama wangesikilizwa wakapokelewa haya sasa baada ya kuwapokea ndio wanafanyiwa madhara kama na kuwaua kuwajeruhi, na kadhalika. Kwa hiyo yote ambayo kiongozi wa maandamano inaninyima nafasi ya kukujibu sawasawa, ila mimi niseme tu kwamba maandamano yamekuja kwa sababu, malezi mabovu, malezi mabovu ya serikali au ya wazazi. Malezi mabovu ya serikali, kutosikia hata mwendawazimu akikuta wewe unaenda, uende kwanza, pengine atakwambia kitu cha maana lakini malezi mabovu kwa maana kwamba malalamiko ya kila mwaka nchi yanazungumziwa, wanaambiwa katiba mpya tumehuru, katiba mpya tumehuru. Hivyo vitu havipatikani katika fikira za wanadamu. Wanafikiria tumehuru na katiba mpya nafuu kwao, wanadhania kwamba tukifanya maandamano tutapata katiba mpya, tukifanya maandamano tutapata tumehuru, lakini kinyume chake hatupati. Wanashawishiwa, wanaingia barabarani

anadai kwa tikishaingia kisha, kisha bila kula atapata wapi sasa? Unashangaa ah, hawa watu wana mpango gani? mimi ah, so, kwa mawazo yangu hawa wapezani waingia madarakani kupinde kuingia kwenye uchaguzi sio wapezani. So, sheria ingebidi kwamba kabla kuanza ma, kuanza chaguzi yeah, zingetengenezwa sheria za upinzani, sio sheria ya zamani. Kwa baadaye tunapoingia kwenye kiasi cha uchaguzi tunafanyaje? Tunafanya hivi na hivi, wote mnakubaliana, hamna shida lakini chama kilichokubali mapinduzi ya uchaguzi ni chama tawala pekee yao na vyama vya ishu. Kwa nini nini sasa kifanyike ili kuzuia hili hii hali ambayo inaendelea katika nchi yetu Tanzania, ambayo ni vitu vinajitokeza ambavyo hatujavizoea hasa ni vijana kuandamana na serikali kwa ikitoa katazo kali nini ki, ili ili turudi katika hali ambayo tulikuwa nayo, nini kifanyike hasa, sio peke yangu hata wa viongozi waliopa najua mm, Samia, mama Samia najua na viongozi wenzake wanajua mm, wafanye nini ili watulize mm, lakini kwa sababu washaamua washapanga lifanyike hilo, sio kwamba wajui, wanajua kabisa tukifanya hiki na hiki mambo yanakuwa safi, lakini hawataki. Hawataki. Nani? kwa sababu nao hawataki, wananchi hawataki, hakuna suluhu. Unadhani ni kitu gani ambacho serikali inafahamu, ambao nashindwa kufanya? Chaguzi zao sio za haki, chaguzi zao si sahihi, wanajua wao. Hata akinikamata mimi kwa sababu na muda mfupi wa kufa, hata sijanikamata niue, lakini kama mimi mzee, labda nisema kweli, chaguzi zilizopo hazitendi haki kwa umma na leo mpaka tunapata watu wanasema mnaonewa, mnaonewa kwa watu wa pumbavu. Ah, tunaonewa wa kweli wanaingia njiani. Kimsingi, serikali ikubali matakwa ya watu wengi, kama vile katiba mpya, tumehuru basi. Kwani kuna ugumu gani kuandaa tume huru au katiba mpya? Lakini kuna baadhi ya wachungaji na mashehe wamesimama na kuzungumzia hali ya usalama wa nchi. Wachungaji hawana nafasi, kwa sababu ni watu mkanisani na msikitini hmm kuwaingia masala ya dini haya masala kitaalamu ndio utawala sasa. Kama watazungumza watabezi sehemu ambazo zingine zitawakera watu kanawa watu mtu kama Waislamu, watu mzee, mtume alikuwa alikuwaje, Mungu anataka nini inafaa na kama wanaweza kuzunga wachungaji wa mashie, waseme Bwana Samia umekosea hapa au umepatia hapa mbona wasemi wamekwenda kumwombea dua mashe takriban kama 2000 kwa sentra sentra hapo kule. Eh, maduaa wameenda kuomba kule, lakini wanajua kabisa tunaomba duaa. Ndani ya uchaguzi wenyewe imekosekana haki, na kwa kuwa haki haipo watu hawatokubali, na kama hawatokubali vulugu zitakuwepo. Watu wanadai tume huru haipo, wanadai katiba haipo, lakini wanalazimisha uchaguzi ufanyike.